Leo katika mjadala tunajikita hasa katika masuala yanayohusiana na kilimo na eh, kama ambavyo nafahamu, msimu wa kilimo ukiwa umeanza, baadhi ya mikoa na maeneo pia wameanza hasa na uandaaji wa mashamba, na hivyo ni muhimu kufahamu yale mambo ya msingi hasa ya kuzingatia wakati haya yanafanyika, na niko hapa na Scholastica Assenga ambaye ni mkuu wa kituo cha afya ya mimea pamoja na viuatilifu Tanzania kufahamu mengi katika hilo. Karibu kwa mara nyingine. Asante sana Hilda. Na na pengine kwanza tuanze hatua zile za mwanzo, wakati msimu wa kilimo unaanza, ni mambo gani hasa ya msingi ambayo mkulima um, anapaswa kufanya? Ok basi kama ulivyonitambulisha awali, naitwa Scholastica Assenga, ni afisa mfawidhi wa uh, kituo cha afya ya mimea na viuatilifu Tanzania, uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Uh, katika kipindi cha kilimo kwa maana msimu unapoanza, ingependa tu wakulima wajue kwamba wanapashwa kuanza kujiandaa awali kuanza msimu kwa pamoja, kwa sababu unapochelewa kuanza msimu ndio madhara pia uh, ya wadudu waharibifu wa mimea na magonjwa wanapoweza kuvamia shamba lako. Hivyo basi waanze kwa wakati msimu unapoanza lakini pia wafate kanuni uh, bora za kilimo kwa mm -hmm. kufuata wataalam wetu ambao wako maeneo yote, lakini pia sambamba na hilo, kuendelea kufata uh, maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa uh, hali ya hewa mm -hmm. na, na tukizungumzia kilimo cha kwa kiasi kikubwa ambacho kinafanyika hapa nchini ni kilimo hasa cha aina gani? Ni kile cha kuuza? Ni kile cha nyumbani? Ama kipo katika hali gani? Sisi kama mamlaka ya afya na viuatilifu Tanzania, na kama mmekuwa mkisikia kauli ya uh, waz, mheshimiwa waziri wa kilimo, kilimo biashara, lakini mm, pia Rais wa nchi yetu amekuwa akizungumza kuilisha dunia, na kweli tunailisha dunia kwa maana tunahamasisha sana wakulima kuweza kutumia mbog, uh, mbegu bora, kuweza kutumia um, mbolea sahihi, lakini kuweza kutumia viuatilifu sahihi na salama ambavyo vimesajiliwa na mamlaka yetu ya afya ya mimea, ambavyo vimethibitishwa ubora wake hmm. Kwa kufanya hivyo, basi watalima kilimo chenye tija, kilimo kitakuwa kitaweza kulisha nchi lakini pia tutaweza kuilisha dunia uh, kwa kuuza mazao yetu nje ya nchi pia mm -hmm. Na, na katika usahihi huo, ni makosa gani ambayo mmeshuhudia huenda, uh, yanafanywa pia na wakulima? Yanatokea ya mara kwa mara na kuwakosesha kupata mazao ambayo yanakuwa na tija, ni kutu kufata tu uh, maelekezo yanayotolewa na wataalam mm -hmm. kwa mfano matumizi ya mbegu bora Uh, wenyewe wamezoea wanatumia mbegu za asili, sawa ni kweli, lakini wakati mwingine maelekezo ya mtaalam, na sisi kwenye taasisi yetu tuna, tuna benki ya mbegu za asili ipo mm. Lakini pia kama nilivyoelekeza kutoka mwanzo uh, mamlaka inafanya kila jitihada za kuhakikisha wakulima wanatumia viuatilifu ambavyo ni sahihi na salama. Kwa hivyo unakuta wakati mwingine Uh, wakulima wanatumia viuatilifu viwili vitatu kwa pamoja mm. ile inashusha ile nguvu ya dawa na kufanya mazao wasipate kwa tija kwa kiasi hicho, hivyo tunawashauri basi wafate kanuni za kilimo wafate uh, ushauri wa wataalam, lakini pia wanapotumia viuatilifu watumie viuatilifu ambavyo vimethibitishwa na mamlaka na watumie kimoja kwanza, waangalie ubora wake mm. baada ya muda kidogo watumie tena kingine na kingine, lakini sio kuvichanganya vyote kwa pamoja. Hivyo makosa ambayo tunawashuhudia mengi ni hayo tu ya kutokufata maelekezo ambayo yanatolewa ya na wataalamu wa afya mimea na viatilifu Tanzania, lakini pia mabwana shamba wetu ambao wako kwenye kila halmashauri wakielekeza wakulima jinsi ya kulima kilimo chenye tija. mm -hmm. Mfano umegusia hapo kuhusiana na mbegu na mbegu, ama kigezo kikubwa kipi uh, bora ambacho mbe, uh, mkulima anaweza akatambua aka kwamba hii mbegu ninayoenda kuitumia shambani ni bora? Iko mamlaka inaohusiana na mbegu TOSKI. mm -hmm. wao wanathibitisha uh, na ku uh, weka mbegu kwa maana ya kwamba iwe na ubora, kwa maana ya kuzihifadhi vizuri pengine na kutumia sumu ambazo zinakinga zile mbegu zisiweze kushambuliwa na wadudu, lakini pia uhifadhi sahihi wa mbegu mm -hmm. Ili uh, isiweze kushuka kiwango ambacho kinaweza kuota vizuri mm -hmm. na kutoa mazao mengi. Mm -hmm. Na, na, na, na vipi pia kwa upande wa viwatilifu ambayo vimekuwa vikitumika mashambani, ni vipi hasa ambavyo mnakuwa mna, mna, na uh, elimu endelevu kwa wakulima kwa shauri hasa katika kutumia? Elimu kwa kweli ni endelevu sana uh, kila mara kila wakati wataalamu wetu wako mikoa yote wakiendelea kutoa elimu kwa wakulima hmm. uh, namna sahihi ya kutumia viuatilifu ambavyo kutumia kwa usahihi na usalama pia na pengine na kuwaonyesha kabisa ni vipi ambavyo vimesajiliwa na mamlaka na vipi ambavyo havijasajiliwa kwa maana vile viuatilifu ambavyo ni feki. Hivyo tunawashauri basi wasinunue viuatilifu kwa njia ambazo sio sahihi hmm. au maduka ambayo sio sahihi au vile vya magendo magendo, wajaribu hmm. kununua viuatilifu kwenye maduka ambayo ni uh, wafanyabiashara ambao ni waaminifu lakini pia wasome kuona kabisa imeandikwa pale, imethibitishwa na mamlaka ya afya vifaa tiba Tanzania, lakini pia ina registration number mm -hmm. pale chini. Mm -hmm. Yes. Kuna, kuna suala pia la uh, matumizi ya hali ya hewa na kuangalia kama ni mvua uh, kama ni msimu wa mvua unatokea na, na, na, na, na vitu kama hivyo uh, lakini wakati huo huo uh, nyakati hizi tunakabiliana pia na masuala ya changamoto ya um, mabadiliko ya tabia ya nchi na pengine kunakuwa na utofauti huo uh, katika mazingira kama haya mnashauri um, vipi hasa uh, wakulima? Katika mazingira kama hayo kama nilivyoeleza mwanzo kwamba wafatilie uh, maelekezo yanayotolewa na mamlaka ya hali ya hewa mm. Nikiwa namaanisha kwamba kama wametangaza msimu huu mvua ni chache, basi wajaribu kupanda yale mazao ambayo ni ya muda mfupi, ambayo hayahitaji mvua nyingi, na kama wametangaza ni kipindi cha mvua nyingi ya kutosha, basi wafatishe vilevile kuweza kupanda mazao ambayo yanaweza kuhimili mvua nyingi mm. Hivyo mm -hmm. Pengine tueleze kuhusiana na programu ambazo mmekuwa mkizifanya pia, ya ukiongea mamlaka ya afya ya mmea na viuatilifu Tanzania. Mm, unaongelea kitu kikubwa sana kwa upana sana. Mamlaka ya afya ya mmea Tanzania, uh, tulianza mwanzo tukiwa chini ya wizara ya kilimo kwa sheria namba 13 ya mwaka 1997 na kanuni zake za mwaka lakini sasa tunafanya kazi kwa sheria mpya uh, namba nne ya mwaka ishirini ishirini na kanuni zake za mwaka ishirini ishirini na tatu. Lakini pia nchi kupitia wizara ya kilimo imeingia mkataba wa kimataifa unaitwa International Plant Protection Convention. Kwa hivyo sisi ni nchi wanachama wa mkataba huo wa kimataifa. mm-hmm. Hivyo basi, kazi yetu kubwa pia ni kutafuta masoko nje ya nchi na kuyalinda. Kama unavyoona sasa hivi kuna mazao ya kimkakati kama parachichi dhahabu ya kijani inayoitwa eh, mm. Kuna korosho zinasafirishwa nje ya nchi, tumbaku, chai, uh, katani, uh, dengu zinakwenda India. Basi kwa kufanya hivyo, kutokana na mkataba huu wa kimataifa, tunaelekeza na kushauri na kusaidia wakulima na wasafirishaji kuhakikisha wanafata zile taratibu za kimataifa ambazo zimewekwa, na kwa kweli expoti ni kubwa, tunashukuru mm lakini pia uh, tupo moja kwa moja kwenye usalama wa nchi dhidi ya visumbufu vya mimea na magonjwa. Hivyo tunalinda pia mipaka yetu ya nchi, hivyo tuko mipaka yote Tanzania, tunalinda mipaka yetu dhidi ya visumbufu vinavyoingia na mazao yanayoingia kutoka um, nchi nyingine kuingia Tanzania. mm. lakini pia kama nilivyokuambia, tunafanya usajili wa viuatilifu. Tuna maabara ambazo zimethibitishwa zinaithibati Uh, tunatumia vifaa vya kisasa kama DNA sequencer, lakini pia tuna system yetu ambayo tunatumia kwa ajili ya kuombea vibali vya kuingiza. Ukitaka kuingiza mazao ndani ya nchi, kuna taratibu za kufata. Unaomba kibali kupitia kwenye mamlaka kinaitwa plant import permit. mm -hmm. Kile kibali kimekuwa masharti au conditions ambazo unakituma kule nchi ambayo wanaleta mzigo ili waweze kuona um, masharti ya Tanzania kuingiza zao hilo yanayopaswa kitu gani? hmm. uepuke usiweze kuingiza wadudu pengine ambao Tanzania hawapo na. hmm. sisi pia tunavyo export mazao kupeleka nje ya nchi nje. tunatoa pia cheti cha usafi au kinaitwa phytosanitary certificate kuadhibitishia masoko yetu ya nje kwamba bidhaa inayokuja kwenu iko salama kabisa hmm. haina wadudu waharibifu wa mimea wala magonjwa. Hivyo tumejipapanua kwa upana huu, na tunatoa elimu kila wakati kwenye vyombo vya habari uh, kwenye maonyesho mbalimbali ya saba saba na ya nane. Tunakutana na wakulima mara kwa mara kuweza kuwapa taarifa hizi njema za mamlaka yetu ambavyo inafanya kazi kabisa yenye mm -hmm. uh, wataalamu mahiri chini ya mkurugenzi wetu mkuu Profesa Joseph Ndongoro. Bado uh, kumekuwa na changamoto katika mazao ambayo yanakuwa yanasafirishwa, inaonekana baadhi. Sasa sijua, pengine utatueleza kwa kiwango gani hasa uh, ubora wa zile bidhaa ambazo zinapelekwa kutokana na um, hizo standard ambazo kila taifa linakuwa na lake, mfano ukubwa wa zao husika na vigezo kama hivyo. Ni jambo gani hasa ambalo katika hili mnalifanya ili kusaidia pia kuongeza ubora wake? Kitu cha kwanza kabisa tunasajili wakulima uh, makampuni na wakulima ambao wanalima kilimo biashara cha kusafisha nje ya nchi. mm -hmm. Tunakisha tuko nao sambamba toka wanapoandaa mashamba toka wanapopanda Uh, kilimo gani watumie kwa zao lipi, um, toka zao likiwa shambani tuendelea kuwafuatilia kwa maana ya matumizi sahihi ya mbolea na viuatilifu, lakini pia wanapovuna tunawafuatilia pia waweze kuvuna ile post harvest handling uh, kuweza kutoa mazao shambani mm -hmm. uh, kwa ku maintain temperature kutokea shambani kuingiza kwenye packhouse kutokea kwenye packhouse jinsi ya ku ya grade na kuendelea kulinda uh, wale storage pests pengine wasiingie kwenye mazao na kusafirisha pengine na um, vyombo zile rifa kontena zile ambazo ni za baridi kwa mazao ambayo ni ya bustani kama mbogamboga na matunda, lakini hata mazao mengine. Na pia tunaelekeza namna gani ya kuhifadhi vizuri mm -hmm. na kusafirisha kwa njia ambazo ni sahihi na bora mpaka eidha eh, zinavyoingia airport au bandari au mipaka yetu mingine ambayo bidhaa hizi zinapita kuelekea nje ya nchi mm. Kuna swala pia la upotevu wa chakula, hasa pale ambapo kwenye zile ile hatua sasa ya kusafirisha kuvuna, eh, kuna kiwango kikubwa eh, pia ambao kwa mujibu wa tafiti inasema eh, vinapotea eh, sijui ni kutokana na teknolojia ama changamoto gani hasa ambayo inasababisha hili. Nafikiri ni teknolojia na baadhi ya wakulima ambavyo wanapenda kulima kwa mazoea mm, au kufanya vitu kwa mazoea, lakini kwa namna ambavyo taasisi imejipambanua na kuweza kuweka wataalam kila mahali kwa sasa upotevu huo ni kwa kiwasi, ni kwa kiwango kidogo sana Lakini tumejitahidi sana kuweza kusaidia wakulima na wasafirishaji mm, kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kama sheria za nchi zinavyoelekeza lakini pia aa, mkataba wa kimataifa IPPC unavyotuelekeza kufanya. Mm-hmm. Mazao kama vile korosho mfano, uh, zimekuwa zikisafirishwa wakati bado ziko gafi. Kuna mpango wote wa kusaidia hasa wakulima katika uh, kuchakata, ili hata pale ambapo yanakuwa yanasafirishwa, yanakuwa katika hatua ambayo tayari uh, kwa kuliwa labda, hasa uh, pale ambapo uh, mnapeleka katika nchi hizi mbalimbali. Mpango huo upo na ulishaanza muda mrefu sana, tumekuwa tukisaidia wakulima pia juu ya hilo ndio maana kule kuna zile ghala mm -hmm. za kuhifadhia na kuna wawekezaji oh, ambao wameingia kuweka uh, vitu vya kisasa kwa ajili ya kusaidia wakulima kuweza kuchakata yale mazao pale kabla hajasafirishwa nje ya nchi. mm -hmm. yeah. Na, na kwa sasa hasa uh, kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ni mambo gani ambayo mnaweka kipaumbele hasa E, katika kuwaelimisha wakulima ili e, kuongeza tija katika mazao wanayo, wanayofanya. Mambo ambayo tumeweka kipaumbele kabisa ni kuweka mashamba darasa kule kwa wakulima mm -hmm. Lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa wakulima juu ya matumizi sahihi ya mbegu bora na viuatilifu sahihi na salama, lakini pia kuna milipuko ya magonjwa ambayo huwa inatokea, hivyo tuna wapa pia elimu wanapoona vile viashiria vya milipuko ya magonjwa basi waweze kutoa taarifa kwenye mamlaka ili basi mamlaka iweze kuvidhibiti. Umekuwa ukiona au ukisikia wale ndege kwelea kwelea. Tumenunua hata ndege juzi ya taasisi ilipokelewa Dodoma, na lengo kubwa ni kunyunyiza dawa kwenye um, visumbufu hivi kama ndege kwelea kwelea, ambao kwelea wanaharibu um, mazao um, ya wakulima hivyo tumejipanga kwa kweli vizuri sana na tunashukuru pia ambavyo wakulima mm. wamekuwa wakitoa ushirikiano kwenye shughuli nzima zinazofanywa na mamlaka ya viuatilifu mamlaka ya, ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Sa pale wataalam wanapotoa wa elimu mbalimbali na kuelekeza nini cha kufanya, wamekuwa wanatoa ushirikiano, hivyo tunaenda vizuri mm -hmm. Lakini pia tunaongeza tija kwa usafirishaji wa kilimo biashara ambacho pia kinasafishwa nje ya nchi uh, ni tofauti na miaka iliyopita. Mwaka 2025 kwa kweli tumejipanga, tunataka watu wasafishe parachichi za kutosha, korosho za kutosha, tumbaku uh, pigeon peas uh, mazao ya bustani kwa wingi. Mm -hmm. Ndiyo. Na wakati unakamilisha pia uh, ni ushauri gani hasa ambao mnawapa wakulima ili katika mwanzo sasa uh, huu wa msimu waweze uh, kuanza vyema na hata uh, kuleta hiyo tija ambayo mnaitazamia? Um, ushauri wetu siku zote huwa tunasisitiza sana wakulima kuweza kufuata utaalamu wanaopewa uh, na wataalamu wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania lakini pia na mabwana shamba ambao wako kule, tunajua wao wana uzoefu na vitu vingi. Aa, sasa wachanganye utaalamu wao wa uzoefu, lakini na wataalamu pia ambao wamefanya tafiti mbalimbali mbali, kujua kipi kipi ni sahihi, kipi sio sahihi sio. mm -hmm. Lakini pia watumie viwatilifu ambavyo ni sahihi na salama, kwa sababu shida kubwa pia ipo kwenye matumizi sahihi ya viwatilifu hivyo tunawashauri sana watumie viwatilifu ambavyo ni sahihi na salama, lakini pia watumie mbegu bora hmm. Shukran sana, asante sana, tunakushukuru sana na ha nam asante Skola ni Skolastika Asenga kutoka kitengo cha afya ya mimea pamoja na viwatilifu Tanzania, tukikamilisha hivyo kubwa uh, tukizungumza katika msimu um, ama mwanzo wa msimu huu wa kilimo.